mwake waziri wa michezo Salim Mvuria amewataja kama kielelezo chema katika sekta ya michezo. Kenya inatarajiwa kuandaa mashindano hayo ya WRC Safari Rally kuanzia Machi 20 hadi 23 huko Naivasha, kaunti ya Nakuru. Tumefanya mkutano mzuri na wao na mi nataka kuwapongeza kwa sababu eh, si rahisi kuchukua hatua hii ya kwamba kwa wajitose uwanjani wa kuweza kushindana kwa mashindano ya magari. Kwa hivyo vile wamejitolea kwanza, tunawapongeza, lakini pia tunawaunga mkono, kwa sababu wao ni kielelezo cha kuhakikisha wanakuwa motisha kwa wasichana wengine ama kina mama wengine ambao pia wanaweza kupata nafasi ya kuangalia mambo yao ya talanta zao na kufikia hapo tunabudi kukuaga, tuwakumbusha tu kuna watu wanakuja Emirates saba, na walifungwa bao saba. Chatuone jinsi mambo yatakavyokuwa. Nasikia Abel anasema tutafunga saba zingine.